Tanzania inaungana na mataifa mengine kote duniani kuadhimisha siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia ambapo dunia imejiandaa na inaendelea e, kuadhimisha e, e, siku hizo kumi na sita ambazo kila mwaka a, siku hizo huanza Novemba ishirini na tano hadi Disemba kumi. Sasa a, ni maadhimisho ambayo yanafanyika kila mwaka kwa, kwa, kwa engo tofauti tofauti, kama vile ambavyo tulianza kuzungumza eh, kuanzia siku hizo zianze kuadhimishwa sasa. Kampeni inalenga kuongeza uelewa na kutoa wito eh, hasa wa kupinga na kuzuia eh, ku, na, na, na, na huko mbeleni kutokomeza kabisa matukio ya kikatili dhidi ya wanawake uh, wasichana na makundi mbalimbali mbali. Uh, hata wanaume na watoto wa kiume pia duniani kote. Kwa kuliangalia hilo kwa kina, hii leo hapa ndani ya alasiri e, mjadala wetu uh, tumeona kuna umuhimu wa kualika chama cha madaktari wanawake uh, Tanzania, MEWATA ili kuweza kuangalia uh, wao wamekuwa wakiguswa uh, vipi na wao pia wanaweza uh, wanazitumia vipi siku hizi kumi na sita kwa ajili ya kupinga ukatili wa kijinsia. Tunaye hapa E, mjumbe wa MEWATA ni Profesa Muzdalifat Abeid. Profesa, karibu sana. Asante. Chama cha madaktari wanawake Tanzania mm -hmm. Kimebeba um, jumbe gani hasa? Kimebeba malengo gani hasa? Mm -hmm. Asante sana kwa swali lako. Mm -hmm. Chama cha madaktari wanawake kinahusishwa kinajihusisha na mambo mengi ambayo inasaidia jamii. Mm -hmm. E, na yale ambayo tunaona kwa kiwango kikubwa uh, jamii inakuwa na uelewa mdogo au uh, serikali haijafanya jitihada za kutosha. Kwa hiyo chama cha madaktari wanawake kinajitahidi kutoa awareness, yani kuhamasisha jamii, lakini pamoja na serikali, ili iweze kuaddress hizi issues ambazo tunaona ya hazipi hazipewi kipaumbele hiyo. okay. kwa hiyo kwa mfano mambo ya ukatili wa kijinsia MEWATA imejihusisha na shughuli za kutokomeza ukatili wa kijinsia mm. Uh, kwenye miaka ya elfu mbili na nane, elfu mbili na tisa na ambapo kwa kupitia ufadhili wa UNFPA ambao wao waliona pia MEWATA ilikuwa haijihusishi sana kwenye kutoa uh, elimu lakini pia kwenye kampeni zao uh, walikuwa hawaongelei sana mambo ya ukatili na inawezekana ilikuwa uh, ni kwa sababu pia wengi wetu hatuna hiyo elimu na hatukuwa na uelewa wa kutosha. Kwa hiyo walitoa hiyo fursa ya MEWATA kwenda kujifunza uh, ambapo tulipa ufadhili na UNFPA kwenda kujifunza kwa nchi jirani uh, Nairobi hapo Kenya, ambapo kweli tulijifunza mengi uh, kwa sababu takriban hospitali zao zote ukianza na ile hospitali ya taifa ya Kenyatta wana kitengo maalumu ambacho uh, uh, mtu yoyote ambaye ame amepata madhara ya ukatili wa kijinsia yani anakuwa anakuja moja kwa moja kwenye hicho kitengo na akifika hapo, tayari kuna timu maalumu ambayo itamshughulikia kumpa huduma ya afya, itashughulikia kumpa huduma ya uh, kisaikolojia mm. kama counseling, itashughulikia kumpa huduma ya mambo ya um, kupeleka kesi mahakamani mm. Mambo ya sosho kwao, vyote vilikuwa vinafanyika kwenye sehemu moja. Kwa hiyo na sisi tulivyorudi, tukahamasika sana na tukajaribu kujaribu kukutana na serikali na kuangalia kama hili jambo linaweza pia kwetu kufanyika, na of course baada ya kuwa tunafuatilia, baada ya muda kadhaa, tukaona kweli tayari Uh, Zanzibar walikuwa wameshaanzisha hicho kitengo, okay, pale hospitali ya Mnazi mmoja. Yeah. Okay. Walikuwa na kitengo cha hiyo wanaita one stop center. Kwa hiyo ukifika pale unahudumiwa na kila kitu. Lakini pia baadaye tukaona na Amana Hospital na wao, wow, wameanzisha ya. Yeah. Lakini uh, since then hatujaona kwamba kumekuwa na muendelezo, mm, wa kuanzishwa. Of course kumekuwa na jitihada nyingi uh, za serikali kama hiyo kuanzisha dawati uh, la jinsia kwenye vituo vya hospitali. Mm. Ya, yeah. Kwa hiyo kumekuwa na jitihada na pia kabla hapo pia kulikuwa hamna mwongozo ambao unawasaidia madaktari katika kutoa huduma. Mm, Kwa hiyo okay. Wengi wetu hatukufundishwa haya mambo <coughs> na tukikutana na hizi kesi tulikuwa tuna, tunatibu lakini kwa kubabaisha babaisha niseme. okay. Kwa hiyo baadaye pia serikali, Wizara ya Afya iliona kuna umuhimu wa kutengeneza mtaala ambao ulikuwa unaongoza madaktari, lakini pia hilo halikufika mbali sana. Uh, zile guidelines zilitengenezwa kwa ufadhili pia wa UNFPA lakini hazikusambazwa kwenye niseme ma -hospitali yote au kwa wataalamu wa afya wote. Uh, mimi binafsi pia ni, nilipata ufadhili wa kufanya PhD. Hmm. Na nilifanya kwenye uh, mambo ya ukatili wa kijinsia okay. Uh, na nikatumia fursa hiyo pia kutu, kuchukua hizo uh, miongozo na kusambaza kwenye uh, sehemu ambayo nilikuwa nafanyia utafiti ambayo ilikuwa ni Ifakara. Mm -hmm. Kwa hiyo tulifanya uhamas, uhamasishaji ufa, Ifakara kwa kutumia radio yao. Mm -hmm. Walikuwa na radio inaitwa Mapambazuko. Nadhani iko mpaka leo pale Ifakara. Kwa hiyo nilikuwa natoa uh, mafunzo uh, na kuelimisha watu kwa kipindi cha miezi kama nane hivi, labda mara moja kwa mwezi. Mm -hmm. Kwa hiyo ile pia nayo ilisaidia ku wa wanyanyua kidogo watu na wakawa wanaona kuna umuhimu wa kwenda hospitali kupata huduma kwa sababu jambo kama hili huwa mara nyingi lina inakuwa chini. Ni kweli, okay. Yeah. No. Yes, yeah. Kabisa, yeah. Profesa, kwa kipindi hicho ambacho uh, wewe mwenyewe ukawa umeingia katika uh, kufanyia kazi, mm -hmm, uh, japo ulikuwa kwenye kufanyia mafunzo a kivitendo huko Ifakara, uligundua uli kwamba ama mligundua kwamba ni vitendo gani vya ukatili wa kijinsia mm -hmm, ambavyo ndivyo vinajitokeza kwa wingi sana mm -hmm na vinawahitaji hawa waliofanyiwa vitendo waje hospitali sasa. So tulifanya majadiliano uh, na wanajamii ambao wanaishi pale mm, lakini pia na wale ambao ni viongozi wa dini mm. Eh, kwa hiyo tuliwahusisha masista pale Ifakara hospitali mm, na wale ambao wako karibu na uh, viongozi wengine wa dini ambayo tulifanya majadiliano mengi mwanzo mm. Tulikuwa tuna sita tukiona kwamba hili swala ni nyeti mm na pengine viongozi wa dini wasingeweza kufunguka, lakini tulishangaa baada ya kuwa tunafanya majadiliano na wao, waliongea mengi sana, na walisema kabisa haya matatizo yapo. Ndio. Lakini ukiangalia mm, ukatili wa kijinsia uko aina nyingi. Kwa hiyo tukichukulia ukatili ambao unatokea ndani uh, mm. mm. mm. ya ndoa au tunaita kitaalam intimate partner violence au wenza yeah lile lilionekana ndo linawafikia sana hawa masista au mapadri, na unakuta wengi hawana sehemu ya kwenda kuelezea au wakapata msaada kwa kwa hiyo, msaada wao ni kwenda kwa viongozi wa dini. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kule na kuongelea sana, na wanatoa msaada wa kiroho, ni sema. Lakini kwa masuala ya nini hiyo ya ukatili wa kingono kwa watoto, hilo pia lilionekana linachukua nafasi kubwa sana kwenye jamii na kuna wale uh, ambao walikuwa kwa kwenye majidiana ambao ni kwa watu wa kawaida tu yeah. ya walikuwa wanatoa mifano ambayo ukisikiliza unaweza ukasema yani, kweli ya Tanzania tumefika steji hii kwamba yani, wazazi wenyewe wanakubaliana uh, kutokana na sababu za ki, yani kutaka tu wanyanyuke kiuchumi au ndio yani, wa, yani, hivyo wapate mali. Kwa hiyo mganga anawashauri kwamba wewe ukikutana na mtoto wako huyo basi unaweza yeah, uka, ukapata mali, kwa hiyo unakuta wazazi wenyewe wanakubalia na mtu na mke wafanye hicho kitendo kwa mtoto wao ili waweze kupata mali. Kwa hiyo yeah, ni vitu ambavyo vilikuwa vinaongelewa kiasi kwamba unaweza ukajiuliza Yuliza kwa tumefika stage hiyo ya. Na na ni miaka mingapi imepita mpaka hivi sasa kuanzia? Uh, toka nimefanya huo utafiti. Mm. Ya yeah, so nilifanya kwenye miaka ya 2012 2013. Miaka mingi. Mingi. Ya. Yeah. Okay. Pengine kama hali hiyo inaendelea hivi sasa mm, hali ikoje? ni miongoni mwa maswali ambayo tunaweza tukakosa majibu yake kwa hivi sasa. Um, wakati mnaenda Kenya um, kujifunza na kuona namna ambavyo wao wana vitengo maalum kabisa kwa ajili ya kushughulikia haya mambo ya ukatili katika hospitali zao, mpaka um, sasa hivi hapa nchini unaweza ukatuambia uka kwamba umeona vitengo hivyo katika hospitali ngapi labda? Mm, kama nilivyosema awali, vitengo mm. ambavyo mimi nimevishuhudia ni Mnazi Mmoja na Amana Hospital mm. Mnazi Se, mmoja Zanzibar, yes yeah, na Amana Hospital ya hapa mm. ndio ambao walikuwa wameanzisha hivyo vitengo Uh, of course mimi pia nilikuwa serikalini na paka naondoka sasa hivi, ni takriban kama miaka mitano sita, ambapo okay. nilipokuwa mimi Temeke hakukuwa na hicho kitengo. Mm. Kwa hiyo sina uhakika sana kama wamejiestablish tena yani. Sasa yeah, m, um, kama MEWATA mm, mna, mna kipi sasa cha kuishauri serikali kwa wakati huu uh, kwa sababu kuna uhitaji wa kuwa na vitengo hivyo katika hospitali zetu mm-hmm. na pengine sio serikali tu hata katika hospitali binafsi sasa. E, nafikiri ni swali zuri kwa sababu pia kwa hospitali binafsi mm, wana wana hiyo hamu au shauku ya kuanzisha hivyo vitengo mm, lakini pia nadhani sheria zinawalimit mit eh, za, za nchi mm -hmm. Kwa sababu mambo ya kutoa PF3 na kadhalika mm -hmm. Unakuta hospitali za private hazijapewa yani hiyo nafasi mm -hmm. ya kufanya. Kwa hiyo kama MEWATA eh, sasa hivi tayari tumesha huisha hu, tena mahusiano yetu na UNFPA eh, mm -hmm. na tunategemea kwamba tutaanza tena kufuatilia hizi uh, activities za, za, za ukatili wa kijinsia mm, na nadhani hilo ndo ambalo nafikiri tutalipigia debe kwa serikali, yani kuweza sasa kuona kila kituo inaweza kuanzisha kitengo maalum ambacho kitakuwa kinashughulika na mambo ya ukatili wa kijinsia itakuwa mm. vyema mm. Na, na hawa wagonjwa ambao wanakuja hospitali wakiwa wamefanyiwa vitendo hivi vya ukatili mm. huwa mnakutana nao wako wazi kiasi gani kuelezea matukio ambayo wamekutana nayo? Hmm. Eh, niseme kweli kwamba mtu mpaka amefika hospitali labda yule amepatwa na majeraha Hmm. Ndo atafika hospitali. Mara nyingi vitendo kama vinatokea vinafichwa. Okay. Kwa hiyo huwa havifiki na hata vikifika mara nyingi vinakuwa vya watoto Hmm. Kwa hiyo mtoto mara nyingi hawezi kukia sana. Uh, utakuta wazazi wanaweza wakaelezea lakini pia kwa ku Ficha, ficha. Uh, labda kwamba itokee hicho uh, kitendo labda kimefanyika nje ya mazingira ya nyumbani ndio wanaweza wakawa wawazi kuongelea, lakini kama ni kitu ambacho kimetokea ndani ya mazingira ya nyumbani, huwa mara nyingi kinafichwa hicho. Sawa. Na so, nimeona changamoto kubwa hasa inakuwa ni wapi katika kukabiliana na hizo kesi za ukatili wa kijinsia uh, labda urudie sijafahamu yani changamoto kubwa kwa MEWATA katika kushughulikia hizi kesi e, za ukatili wa kijinsia. Okay. Wapi ambapo mnafika sasa mnasema kwamba ah, hapa pengine labda pana uzito tuta, tutumie njia nyingine. Mmeona mm, mm. Wapi pana uzito hasa? mm. Mjena, sikisa, mm. Kesi hasa kesi ishakuwa e, ngumu sasa so yeah. Uh, nafikiri labda nikirudi nyuma kwenye kipindi fulani ambacho tulienda pia kufanya awareness ya, yani kuleta uhamasishaji mm. Uh, kwa mkoa wa Mara mm -hmm. Pale tulipata changamoto kubwa sana, uh, kama mnavyoelewa uh, kule mara nyingi wao hawaichukulii ile kama ni, ni ukatili kwa wanawake, ambao wanafanyiwa ukatili wao wanaona ni pati ya mapenzi, yeah. <laughs> <Ndoma Kwa, habania. laughs> Pale tulipata changamoto sana, yani tunavyojaribu kuongea na wale wakina mama na kuwavuta kuona kwamba yani ulichofanyiwa sio sawa, wao walikuwa wanaona ni kawaida tu. Yani kwa hiyo, moja ni jamii, naweza nikasema kwamba bado pia tuna kazi kubwa kwa jamii kuielimisha na kuona kuweza kuona kwamba hili ni tatizo na linahitaji yani kushughulikiwa. Lakini kwa upande wa serikali nafikiri uh, labda sisi wenyewe labda hatujawa aggressive mm-hmm. yani ya kutosha, lakini nafikiri sasa hivi serikali imekuwa iko very supportive yani wanawasikiliza sana wataalamu wa afya. Yeah. Eh, kwa upande wa chama cha madaktari bingwa wa akina mama uh, nadhani mimi pia ni mmoja wapo mjumbe na, na tunapoa nafasi ya kusikilizwa no. na kutoa maoni. Nafikiri okay. na, na, okay. na MEWATA pia wanayo hiyo nafasi yani ya kusikilizwa mm. na kutoa maoni. Kwa hiyo labda sisi kwa upande wetu tu tuzi, tuzidishe tu jitihada ya kuweza kuwapush serikali lakini okay. nafikiri hiyo nafasi sasa hivi ipo. Okay. ili, ili ku Um, kuendana sasa na, na hizi, ndani ya hizi siku kumi na sita ili kuendana na lengo kuu la kupinga na, na kutokomeza kabisa hizi hali eh, za ukatili wa kijinsia kwa wanawake, watoto na nini hasa mnadhani inabidi kifanyike? hmm. Yeah, so nafikiri hizi siku kumi na sita sana sana sana ni uhamasishaji tu mm, ambapo haujafanyika wa kutosha niseme kwa sababu ukiangalia katika haya malengo endelevu ya maendeleo ya ya endelevu ya okay. SDG kwenda Kiswahili. Kwa hiyo SDG namba tano inahusiana na mambo ya usawa wa kijinsia mm -hmm, ambayo tukiangalia eh, ikiangalia um, uh, taarifa mbalimbali yani, bado kwenye mambo ya wa, wa, usawa wa kijinsia hatujafanya progress mm. E, yani kama ipo ni kidogo sana, na yani challenge ni kubwa. Nafikiri challenge ni kubwa, ni kwamba bado hatujaipa kipaumbele. Tumetoa sana kipaumbele kwenye mambo ya ya mambo ya, mambo ya ya uongozi naweza kusema mm. E, kwamba yani tumejaribu kuweka nafasi yani, za uongozi kwa wanawake nyingi yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Lakini ikija kwenye uhamasishaji kwa jamii bado uko mdogo sana, lakini pia kwa wataalamu wa afya kama mm. alivyosema, yani mitaala ile imeshapitwa na wakati toka imetengenezwa ambayo inatakiwa itumike haijasambazwa kwanza kote, lakini pia yani, niseme imeshakuwa imepitwa na wakati. Kuna mambo mm. mapya yameshakuja ambayo yanatakiwa yarekebishwe kwenye ile mitaala, kwa hiyo mm. haijapewa kipaumbele kubadilisha pia ile mitaala na kuweza kuisambaza kwa kwa wana yani watoa huduma wote yani. Okay. Kwa hiyo nadhani hapo ndo kuna uhitaji mkubwa sana. Okay. Ya? Pamoja na <coughs> na hayo ambayo tumeona Uh, ukishauri lakini ukiona kama yakifanyika uh, itakuwa ni njia nzuri ya, ku, ya kupinga uh, ukatili uh, wa kijinsia. Turudi moja kwa moja kwa jamii ambayo mmekuwa mkifanya nayo kazi moja kwa moja, pengine ni mambo gani ya msingi hasa kwa zama tulizokuwa nazo mm. Endapo yakifanyiwa kazi na wananchi wenyewe, familia yenyewe mm. eh, jamii yenyewe basi tutakuwa uh, tumepiga hatua katika kupinga vitendo hivi vya mm. ukatili? Mi nafikiri yani kama tunaweza kuhamasisha uh, utoaji wa taarifa uh, mbalimbali zinahusiana na mambo ya ukatili wa kijinsia mm. Ziwafikie wale ambao wako vijijini mm. na kwa kutumia minzi yoyote ambayo iko pale kwa mfano yeah. tu mimi, nimeona ile redio Mapambazuko mm. ina impact kubwa sana kwa jamii ambayo inayozunguka pale mm. Ifakara. Ifakara. E, yani ukiwa uki unatoa taarifa yote pale yani, kuna watu ambao nafikiri wengi hawana TV kwa hiyo wanasikiliza redio sana. Kwa hiyo yani wengi utakuta wa yani, wanasikiliza hizo taarifa. Kwa hiyo tukitumia zile minzi ambazo ziko pale, taarifa zitawafikia, lakini inahitaji yani, um, sustainable yani, so <laughs> unafanya mara moja au alafu tena basi yani, ni vitu ambavyo vinatakiwa kupigiwa debe kila siku yani, ili watu waweze kupata ile message, kwa maana kwa, kwa maana um, ya unachokizungumza ni kuwa Novemba 25 hadi Disemba kumi hazitoshi kuzungumza kuhusu ukatili wa right. kijinsia yeah. Ni kweli kabisa yani, kwa siku hizi chache ni kama vile tunakumbushana tu mawili matatu, lakini inahitaji elimu ambayo inatakiwa iwe endelevu okay. ya yeah, ili watu waweze kuifil kui kwamba hili tatizo ni kubwa uh, sasa, ili, ili tuiweke kwa upana wake mm -hmm. Uh, unadhani jamii nzima sasa inahusika kwa kiasi gani? E, katika kutoa hizi elimu endelevu, mm -hmm. jamii inayohusika yani kwa kiwango kikubwa, kwa sababu yani kama alivyosema, haya mambo yanatokea kwenye jamii, hayatokei huku mm -hmm. kwenye vituo vyetu vya afya, yani huwa yanaanzia kwenye jamii mm -hmm. na jamii ndo ambayo labda kwa sababu moja au mbili wanakuwa hawayaongelei mm -hmm. Inawezekana ni mambo ya uh, unyanyapaa, inawezekana yani mambo ya aibu, kwa hiyo huwa hayaongelewi kwa hiyo yanafichwa. Kwa hiyo jamii ikiweza kulivalia hili njuga hmm. wakapewa zile nondo zinazohitajika za yani kulipigia debe hili tatizo, nadhani itatufikisha mbali sana, lakini wengi wanakuwa hawana elimu, ndo tatizo ambalo naliliona mimi. Na elimu elimu ndio msingi wenyewe wa kutoa, wa ku, ku, eh, kuwafanya watu waelewe mm -hmm. waelewe zaidi no. Um, elimu hizi ambazo mnazitoa zimeishia kwa watu wakubwa tu au mmewagusa mpaka watoto? Aha, of course kwa hatujafanya kwa watoto kwa sababu mara nyingi sisi kwenye kampeni zetu huwa hmm, tunadili na watu wakubwa. Okay. yeah, na ukisema watoto wadogo pia uelewa wao kidogo hmm, ni changamoto kwenye maswala kama haya lakini labda ukisema kuhusiana na wale waja, vijana mm. E, nadhani pia na wao ni, ni, ni kundi ambalo ni zuri ambalo kama tunaweza tukawafikia mm. Ya, lakini mara nyingi elimu tumekuwa tunatoa uh, kwenye makampeni zetu, lakini tumekuwa tunatumia pia vipeperushi uh, ambayo tunategemea pia labda kama mtoto ana uelewa um, wa kutosha anaweza akasoma naye akaelewa mm. Kwa hiyo tulivisambaza, kwa mfano kama vifakara, tulisambaza kwenye nyumba yaani nyingi tu pale vipeperushi ambayo ilikuwa inaelezea Uh, nini mambo uh, maana ya ukatili wa kijinsia aina za ukatili wa kijinsia ukiwa una, umepatwa na ukatili, wapi kwenda kupata huduma, madhara ya ukatili wa kijinsia pia kwa hiyo okay. Yote haya tulikuwa tunaelezea <coughs> sawa sawa so, so, Profesa, imeonekana kwa zama tulizokuwa nazo mtoto wa kiume e, yupo kwenye hatari zaidi uh, ya, ya, ya kufikwa na huu ukatili wa kijinsia uh -huh. Kuliko mtoto wa, mm. wa kike mm. Hilo eh, unalizungumziaje, na pengine kwa nini tumefika hapa? mm. Yeah, nafikiri uh, kama sisi pia tunachangia, niseme kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mtoto uh, wa kiume mara nyingi huwa uh, yani, kwenye malezi au makuzi uh, anakuwa labda ha, yani, hapewi kipaumbele, sijui niseme hivo uh, au anakuwa anaachiwa labda mzazi wa kiume um, uh, yani, amshughulikie. Sasa sisi wa, wa mama Yani, naweza nikasema pia tumechangia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tumekuwa tunatoa attention yani, uh, yani, um, yetu sana kwa watoto wa kike uh, lakini nafikiri tumejifunza pia uh, kwenye hilo uh, na hilo nimejifunza sana kwenye kupitia uh, niseme haya ambayo yanatokea kwenye mitandao yani, kama mtakuwa na nanyi mmeona uh, ukatili ambao unatokea wa kingono kwenye madrasa ya ambayo unakuta sio tu watoto wa kike kule, hata watoto wa kiume pia e, wanakumbwa na, na, na hilo yani. Na hilo ni kwa sababu pia tumeona wale ambao wanachukuliwa uh, kwenye kusomesha hizi madrasa wanakuwa hawana pia elimu ya, ya, ya, ya ualimu e, kwa hiyo ukiacha yani, u, ukatili wa kingono lakini kuna ukatili ule waku, wa kuchapa ambao pia wanakuwa hawana ule uelewa wa, yani, wa Dress, yani mbinu uh, yani, gani nyingine za kuwa, kuadhibisha watoto wakiwa wamekosea. So, so. Kwa hiyo nalo pia tulilifanyia kazi tukajaribu kuwaelimisha mashehe eh, yatumia mbinu tofauti tofauti kwa kupitia jumuiya um, nyingine ya, ya Kiislamu ili waweze nao kuboresha katika mbinu zao za, za kuadabisha watoto ambao wako madrasa. Yeah, kwa hiyo kuna na, na, na, na hilo kwa upana wake yeah. Uh, haliishii tu kwenye madrasa. Mm. Lakini hata shule umepata kuona uh, kuna watoto ambao huwa wanapewa adhabu za kupitiliza mm -hmm. Ni sehemu ya katili mm -hmm. Na zote hizo uh, ni vyema zikazungumzwa ndani ya hizi siku kumi na sita na kuendelea, kama no. alivyoshauri mm -hmm. Profesa um, unakumbuka, kuna mtoto um, ashai kupigwa akapoteza maisha yeah. Visa hivyo vipo na si kimoja mm -hmm. Vipo vingi mm -hmm. Profesa, kwa kumalizia Uh, ni upi wito wako hasa kwa serikali mm. kuhusu um, matukio haya ya ya, ya, ya, ya kikatili katika uboreshaji wa sera na sheria mbalimbali ambazo mm. eh, ninyi madaktari zinaweza zikawa fedha zaidi mm. Sawa, mi nafikiri wito wangu kwa serikali kwanza, eh, kama wataalamu wa afya mm. nadhani bado hatujawa na mbinu za kutosha kuweza kuwasaidia hawa uh, wanaopatwa na haya majanga ya ukatili wa kijinsia Kwa hiyo nafikiri serikali ina jukumu la kuelimisha wataalam wa afya, kwa sababu unakuta mara nyingi um, tunapita uh, kwenye mavyuo uh, uh, hizi topic huwa hazifundishwi. Kwa nafikiri wakiweza kuziingiza kwenye mitaala ya, ya, ya, ya shule mm. E, itasaidia pia watu wanavyo graduate wanakuwa tayari wana, wana at least ile elimu yani ya kuanzia, lakini pia wanapokuja makazini kuwe na miongozo ya kuwasaidia pia uh. Lakini wajitahidi pia sana uh, kuweza kwenye vituo vya afya uh, kuanzisha hizi one stop center kama alivyo sema sijui kama baada ya Amana na Mnazi Mmoja ya Zanzibar kama kuna, kuna zaidi ya hospitali ambayo inayo one stop center, lakini nafikiri hazitoshi na pia tuweze kuwahusisha pia private sector, na wao pia au sekta binafsi na wao pia waweze kuruhusiwa kuanzisha uh, i one stop center. Lakini kwa upande wa sera na sheria nafikiri sera ipo mm. uh, sema kama alivyosema uh, mwanzo uh, kwamba kuna vitu ambavyo vinapewa kipaumbele, kuna ambavyo havipewi kipaumbele. Kwa hiyo nafikiri imefika time, kwa sababu kama tunakaribia 2030 ambapo ndio tutapimwa na haya malengo yeah, sustainable development goals. Uh, tumefika wapi? Bado hatujapiga hatua sana kwa hii uh, SDG namba tano ambayo inahusisha mambo ya uh, usawa wa kijinsia hmm. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya yeah, kuongeza kasi kwenye jitihada zetu ili tuweze angalau tukapofika elfu mbili thelathini tukipimwa tuwe tumefika steji fulani. Asante sana profesa. Uh, hakika umetuelezea vizuri na bila shaka hii elimu ni endelevu kama ulivyozungumza, siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia bado tunaendelea kuzizungumza, na ndani ya alasiri leo tumekuwa na mmoja wa wajumbe kutoka chama cha madaktari wanawake hapa nchini Profesa eh, Muzdalifat Abeid, tumezungumza mengi uh, lakini uh, haya ambayo amemaliza nayo ndiyo yenye umuhimu na mz, uzito mkubwa kwa ajili ya maendeleo endelevu. Maendeleo ya endelevu eh, hayaishi kwenye barabara, hayaishi kwenye kuwa eh, na chakula kizuri mm, hayaishi kwenye, kwenye kupanda ndege kule mm -hmm. Lakini pia kuwa na afya bora na uh, kuwa na usawa wa kihisia hmm. Eh, kutofanyiwa matukio ya kikatili hmm. au sivyo Profesa?